Kwa hai aiza leo hii usingekuwa hai kama mpango wa Mungu usingekuwepo juu yako, lakini Bwana amekufanya kuwa hai kwa sababu anaye makusudi mema juu ya maisha yako. Na ndiyo maana tukiangalia kwenye kitabu kile cha Misali ile sura ya kumi na tisa tunaliona kusudi la Mungu kwenye maisha ya wanadamu, Misali ile sura ya kumi na tisa Ngoja niangalie tu chapchap Tunapoangalia kwenye neno la Mungu tajifunza juu ya mambo mengi zaidi. Tunaona kwamba kusudi la Mungu kwenye maisha ya wanadamu ni dhahiri kabisa. Haijalishi kuna kitu gani kitatokea, lakini bado kusudi la Mungu haliwezi kuzuilika. Kusudi la Mungu haliwezi kuzuiliwa na mtu. Kusudi la Mungu kwenye maisha ya mwanadamu hata lingetokea jambo gani, lakini bado kusudi la Mungu litasimama imara. Tunamtambua Daudi na tumekwisha kusikia habari zake. Daudi alikuwa ni kijana mdogo kabisa miongoni mwa familia ya Yese, alikuwa ni mtoto wa mwisho, lakini kusudi la Mungu lilikuwa liko ndani yake. Kusudi la Mungu ndio lilo mfanye Daudi aweze kusimama na kupigana na, na, na jitu kubwa aitwaye Goliath. Alikuwa anawatisha watu kwa muda mrefu, alikuwa anawatisha Israeli kwa muda mrefu, lakini kusudi la Mungu lilikuwa ni kumfanya awe mfalme kusudi la Mungu lilikuwa ni kumfanya awe mwamuzi kwa wana wa Israeli. Na ndiyo maana siku hii ya leo maandiko yanatuambia kwenye kitabu cha Misali, Misali ile sura ya kumi na tisa na ule mstari wa ule mstari wa ishirini na moja maandiko yanasema mna hila nyingi moyoni mwa mtu, mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauli la Bwana ndilo litakalosimama. Watu wanaweza wakakupiga vita kwenye maeneo mbalimbali. Watu wanaweza wakakuletea kila aina ya mizongo ya namna mbalimbali mbali, lengo sifike kwenye kusudi la kimbingu. Lakini nataka nikwambie jioni ya leo kusudi la Mungu ndio litakalo simama. Na siku hii ya leo tunapolichambua kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Kwa nini Mungu amekufanya kuwa hai leo? Kwa nini Mungu amekufanya kuwa mzima leo? Kwa nini Mungu amekufanya vile ulivyo leo ufanane na vile ulivyo leo? Kuna mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Na huo mpango wa Mungu uliokaa juu ya maisha yako, kabla haujafa, Mungu anahitaji kuona ukiutimiza. Bwana asifiwe. Ni jambo la kipekee zaidi, ni jambo la baraka kujua kwamba kama Mungu amekufanya kuwa hai leo. Na ndiyo maana sasa nahitaji utafakari juu ya umilele, nahitaji utafakari juu ya maisha ambayo mwanadamu ataishi leo. Wanadamu tunabidii kwa ajili ya kujishughulisha kwa, kwa mambo yetu wanadamu tunabidi kuweza kujua kwamba nitaishi vipi, nitakula vipi leo. Kuna watu wanahitaji kuongeza biashara zao leo, kuna watu ambao wanahitaji kuhamia nyumba mpya leo, kuna watu ambao wanahitaji kuweza kununua rasilimali mbalimbali ambazo zitakuwa ni chachu au tunu kwa maisha yao yajayo, lakini wamesahau kujitayarisha kwa bari ya maisha yajayo. Ni jambo la kutisha sana, ni jambo ni jambo la kulistajabia sana kwamba mwanadamu anayeishi leo maandiko yanasema sisi ambao tunaonekana leo, mwanadamu ni roho. Leo unaonekana na mwili, lakini usijue kwamba thamani yako ni yule mtu wa ndani. Mwanadamu ni roho na anakaa ndani ya nyumba, na hiyo nyumba inaitwa mwili. Na kwa sababu hiyo mwanadamu huyo anayekaa ndani ya nyumba ambao unaitwa mwili, kuna siku atatoka ndani ya mwili, kuna siku ataondoka ndani ya mwili, na ndiyo sasa tunaita kwamba huyo mtu amekufa, huyo mtu ni marehemu lakini wakati huu kinachokufanya kuongea, kinachokufanya kuongea, kinachokufanya uweze kujigamba leo, kinachokufanya uwe na utashi leo ni kwa sababu ya mtu aliyeko ndani yako, ni kwa sababu ya ya yule mtu wa ndani anayezungumza ndani yako. Na ndiyo maana sasa huyo mtu ambaye anazungumza ndani yako ndiye ambaye atavaa mwili mwingine, sio mwili unaonekana huu. Mwili unaonekana unaishia udongoni, ni mwili unaoishia mavumbini. Kwa nataka utafakari kwamba siku za mwisho zinakuja, siku tu, siku tulizo nazo ni chache mno, lakini mwanadamu ambaye anaishi leo ana ukomo katika kuishi kwake. Utakaa katika sehemu ambayo umeichagua, utakaa katika sehemu ambayo uliiandaa, na ndiyo maana leo hii ni muhimu sana tutafakari. Leo hii tunaishi, umewekeza wapi muda wako? Umewekeza wapi maisha yako? Umewekeza wapi nataka nikwambie leo hii ukifa kuna sehemu ambazo kuna uta, utaenda. Kuna mahali ambako wewe mwenyewe utaenda kulingana na maisha ulioishi, na ndio maana ni jambo la muhimu na la thamani kubwa kutafakari kwamba utakuwa wapi milele? Utakuwa wapi milele ukifa katika dhambi leo, ukifa katika mabaya leo, ukifa katika maovu ambayo unayaishi? Sasa maandiko anasema, mna hila nyingi katika moyo wa mtu, lakini shauli la Bwana ndio litakalosimama. Hilo shauri tunalozungumza hapo ni kusudi la Mungu. Unaishi leo kwa sababu ya mapenzi yake, unaishi leo kwa sababu ya mpango wake kamili ambao ameukusudia, unaishi leo kwa sababu liko jambo ambalo Mungu anahitaji unitekeleze, na ndio maana amekufanya kuwa mzima, na jambo hilo ni kuyafanya mapenzi yake hapa duniani ukiwa unaishi, ni kuyafanya mapenzi yake hapa duniani ukiwa unaishi, na hauwezi ukayafanya mapenzi ya Mungu kama kama uki, kama haujampokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unaweza ukaniuliza kwamba kwa nini nimpokee Yesu ili niyafanye mapenzi ya Mungu. Unaweza ukawa unasaidia watu, unaweza ukawa unatembelea vituo ya vya watoto yatima, unaweza ukawa unatembelea wajane, unaweza ukawa unatembelea watu wasio na uwezo, kasema ninatoa zabihu, ninatoa sadaka, ninafanya hiki na kile, ukaji hesabu yake namna hiyo. Lakini nataka nikwambie kama haujampokea Yesu bado uko gizani. Kama haujampokea Yesu, kazi yako bado ni bure, utoaji wako ni bure, na chochote utakachokifanya kitakuwa hakina nafasi njema ya kumfanya Mungu atembee na wewe katika maisha yako. Ni jambo la muhimu sana kutafakari hilo, ni jambo la thamani sana kuangalia hilo, mahali ambako umewekeza. Umewekeza mahali ambako panakupa faida kiasi gani? Mwanadamu hapo awali alipokuwa ni mtu ambaye amefanywa an, na Mungu namna hiyo. Tazama, ametofautishwa na wanyama, umetofautishwa na wanyama, umetofautishwa na wanyama kama nyangumi kama tembo, kifaru, umetofautishwa na vitu mbalimbali. Na Bwana ameweka utashi ndani yako, ameweka vitu vya amana ndani yako, vya kipekee, vitu ambavyo huwezi kufanana na mtu mwingine. Ndivyo unavyoweza kuona thamani yako ilivyo kubwa. Na Bwana akakuweka katika ardhi, akasema, tawala vitu vyote vinavyoonekana viumbe wa majini, viumbe wa baharini, viumbe wa nchi kavu, tawala vitu vyote hivi. Bwana kaweka umiliki ndani yako na hiyo lakini, tunaona wakati wewe mwanadamu amewekewa vitu vyote hivyo, Bwana aliweka shauli ndani yake, Bwana aliweka kusudi ndani yake, lakini aliposhinda kulitimiza ile kusudi la Mungu juu yake, tunaona akaondolewa akatupa nje kwenye mzingo wa Mungu, akaondolewa kwenye kusudi hilo, na Mungu akaweka makerubi kulinda ile njia ya mtu wa uzima na ndio maana siku hii ya leo Bwana aliona kuwa ni vema kumrejesha mwanadamu huyo. Mimi leo ambaye ninazungumza na wewe sote tu, mimi na mimi ambaye ninazungumza na wewe sasa hii, na mimi nilikuwa katika hali hiyo, na mimi nilikuwa katika dhambi, nilikuwa ni mtu ambaye sifai, lakini Kristo akaona ni vema niokoe, na hivyo siku ya leo ninazungumza na wewe ili uweze kumpokea Kristo ambaye tabadilisha maisha yako, ama tabadilisha mtazamo wako ambaye atakuwezesha kuwa na hakika ya mara tutakapoondoka katika dunia hii kwenda kukaa kwenye makao ya Mungu milele. Nataka nikwambie, unalo unayo nafasi ya kutengeneza, unayo nafasi ya kuweza kuangalia kwamba ni wapi ambako panako panapokufaa. Unayo nafasi ya kuweza kumlingana Mungu, unayo nafasi ya kuweza kutafakari, je, utakuwa wapi milele? Maandiko yanasema yule tajiri pamoja na masikini Lazaro walikuwa ni watu ambao wanaishi maisha ambayo ni tofauti. Tajiri aliishi kwa anasa, tajiri aliishi kwa anasa, lakini maskini aliishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Yule aliyeishi kwa anasa pamoja na vitu vyote alivyokuwa navyo, pamoja na mali zote alizokuwa nazo, pamoja na samani nyingi alizokuwa nazo, bado hazikumsaidia. Ndivyo alivyo mtu ambaye ni tajiri leo. Ah, ni tajiri kwa mambo ya duniani, lakini rohoni ni maskini. Yule mtu alikuwa ni tajiri kwa mambo ya mwilini lakini ni maskini kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Na ndio maana tunaona alipokufa. Maandiko nasema akazikwa. Maana yake alitofautishwa na Lazaro ambaye alikuwa ni maskini kwa jinsi ya nje lakini rohoni ni tajiri. Alikuwa amewekeza kwa Mungu. Na ndio maana alipokufa akakaribishwa akapokelewa na Mungu kwenye kifua cha Ibrahimu. Akawa anafarijiwa namna hiyo. Nataka nikwambie kuna sehemu mbili ambazo utakuwa utakuwa sehemu mojawapo milele. Sehemu mojawapo ambayo itakuwa milele ni milele katika mateso ambayo ni jehanamu ya moto. Sehemu nyingine ambayo itakuwepo milele ni mbinguni pamoja na Mungu. Mahali ambako mateso yako yatakoma. Mahali ambako kilio na magonjwa utasahau. Leo tunaishi katika dunia hii. Tumesongwa na mambo mbalimbali. Tumevaa mwili wa uharibifu. Kuna wakati tunaugua. Kuna wakati tunakuwa tunaziki. Kuna wakati tunakuwa tuna mateso lakini umevaa mwili huwa kuharibika lakini kama tutafanya maamuzi yetu mazuri kama tutafanya maamuzi yaliyo wazi mbele za mungu nataka nikwambie kwamba sehemu yako itakuwa ni sehemu ya furaha ya milele na milele na ndiyo maana tunaweza kuona mungu anafurahi na kushangilia mtu mmoja anapokuwa ameamua kutubu na kuziungama dhambi zake maandiko nasema kwenye kitabu kile cha luka ile sura ya kumi na tano luka ile sura ya kumi na tano na ule mstari wa saba luka ile sura ya kumi na tano na ule mstari wa saba. Luka ile sura ya kumi na tano na ule mstari wa saba, maandiko nasema, nawaambia vivyo hivyo, kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye zambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki tisini na kenda ambao hawana haja ya kutubu. Unaweza kujia, kwa nini tubu? Nina zambi kiasi gani? Tuna zambi ile ya Adamu, ambao wazazi wetu wa mwanzo wale ambao ndio waanzilishi wa kizazi tulicho nacho walifanya dhambi mbele za Mungu, na dhambi kuu tunaona hapo, walishinda kusimama imara, walishinda kuyatendea kazi na kuyashika maagizo ambayo Mungu aliwaambia. Aliweka agizo kwamba wasile matunda ya mtu wa katikati uliyo katikati ya bustani ya Edeni. Lakini tunaona nyoka, kwa sababu alikuwa ni mwelevu, alikuwa amekwisha kuasi kule mbinguni na Mungu alikwisha kumwandalia moto milele, akaona haiwezekani itakwenda kuwashawishi wanadamu ambao wameumbwa kwa asili ya Mungu ili watoke kwenye asili ya Mungu na hatimaye waingie kwenye jehanamu ya moto ambayo Mungu ameniandalia. Na ndio maana akashia kwenye bustani ya Edeni, akawadanganya namna hiyo. Akasema, achi ndivyo ile Mungu alivyosema. Na tunaona kwamba mwanamke anaanza kujieleza, Mungu amesema tusile miti yote tunayoiona ya bustani, tule yote isipokuwa mtu ulio wa, wa katikati. Ndiyo maana tunaweza kuona waliponyosha mkono wao kula mti ule wa ujuzi wa mema na mabaya. Unataka kujua mti wa katikati ni mti wa aina gani? Ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na tunaona katika bustani ile kulikuwa kuna matunda ya aina tatu. Sehemu ya kwanza ni miti yote ya bustanini. Sehemu ya pili, tunaona ulikuwepo hapo na mti wa mti wa uzima, mti ambao kama mwanadamu uh, wa kwanza angepewa nafasi ya kunyosha mkono wake akala, angeishi milele, pasingekuwepo na mauti, pasingekuwepo na kifo, lakini Mungu akasema haiwezekani. Lakini mtu ulio wa katikati ni mtu wa ujuzi wa mema na mabaya. Leo mtu anaweza akakwambia tunda la katikati, labda akakwambia ni mahusiano. Hapana, watu wametofautisha vitu vya namna hiyo, wanasema wengine, wanasema epo, wengine wanasema kitu hiki na kile, lakini mtu uliokuwa katikati ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya, mti wa kupambanua hiki ni chema, hiki sio chema. Na ndio maana tunaona wanadamu wale waliponyosha mkono wao kula, wakati wote walikuwa uchi, lakini walikuwa hawajajua kwamba wako watupu. Walipokula tu wakafumbuliwa macho, wakaanza kujua, ala, kumbe niko uchi, ala, kumbe mimi ni mwanamke, mimi ni mwanaume. Tayari macho yao yakafumbuliwa, ndipo tunaona uh, tunaona binadamu huyo ambaye aitwaye Adamu akaanza kukimbia akaanza kutafuta magome ya mti kwenda kujishonea. Nipo hapo, ndo tunapoanza kuona uvumbuzi wa nguo ulitokea hapo. Kaanza kutafuta namna ya kujishonea nguo, an, anajisitiri. Lakini hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya dhambi. Alipofanya dhambi, akafumuliwa, akapata kujua hiki ni chema, hiki sio kitu chema. Na ndio maana nakwambia leo, ni jambo la thamani sana kuweza kujua, na sisi tumeasiliwa kwenye dhambi hiyo hiyo ya Adamu mtu anapokuwa amezaliwa anazaliwa kwenye asili hiyo ya dhambi, unazaliwa kwenye asili hiyo hiyo. Unaweza kuwa na mtoto mdogo akasema huyu ni malaika, lakini kadiri anavyozidi kukua ile asili mbovu ya Adamu inaanza kuchipuka, ile dhambi ya Adamu inaanza kuchipuka. Unashangaa anaanza kuwa mwongo, unashangaa anaanza kuwa mwizi, unashangaa anaanza kuwa ni msengenyaji, unashangaa anakuwa ni mtu ambaye ni mfitinishaji, unashangaa kuwa ni mtu ambaye ana wivu. Unajua ya yametoka wapi haya? ni shule gani ambayo amejifunza yote haya? Hakuna shule, ila isipokuwa kuna asili ya ndani ambayo amezaliwa kupitia damu. Kwa hiyo ndio maana sasa siku hii ya leo Mungu anahitaji tuweze kutafakari tutakuwa wapi milele. Sehemu ambayo tutakuwa milele ni mahali ambako dhambi haipo, ni mahali ambako, ni mahali ambako hakuna uovu, ni mahali ambako hakuna mabaya, yote yamekwisha kupita na yamekuwa mapya. Na ndio maana sasa ili uweze kuingia kwenye kao hilo la mbinguni lazima uwe mbali na dhambi, lazima uwe mbali na dhambi na unawe, unawezaje kuwa mbali na dhambi? Lazima umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa sababu gani? Yesu ndiye ana uwezo wa kutufanya tushinde dhambi. Yesu ndiye ana uwezo wa kutufanya tuishi katika dunia hii bila dhambi. Kwa hiyo niuma na sasa, kama ukimpokea Yesu, kuna uwezo wa kiungu utakuja ndani yako kuna uwezo wa kimbingu utakuja juu yako. Kuna uwezo usiokuwa wa kawaida utakuja juu yako na utakupa ushindi dhidi ya dhambi. Na ukipokea ushindi huo sasa, manake hakika utakuwa milele katika furaha pamoja na Mungu. Tunapokusomea sasa kwenye kitabu kile cha ufunuo wa Yohana, ufunuo wa Yohana ile sura ya ishirini na moja, tusome hapo, kitabu kile cha ufunuo wa Yohana, ufunuo wa Yohana ile sura ya ishirini na moja. Funua Yohana Funua Yohana ile sura ya ishirini na moja. Funua Yohana ile sura ya ishirini na moja, nitasoma kuanzia mstari wa kwanza hadi ule mstari wa nne. Anasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza zimekwisha kupita wala hapana bahari tena. Nami nikauona ule mji mtakatifu Jerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe nikasikia sauti kubwa kutoka kwenye kile kiti cha enzi kisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Msali wa nne. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Bwana asifiwe. Leo hii tunashiriki misiba, leo hii tunashiriki mauti za watu mbalimbali, lakini mara baada ya maisha haya maandiko yanasema kifo kitaondolewa. Kama hujaokolewa, chukua nafasi hii leo, tafakari juu ya mapenzi ya Mungu, tafakari juu ya ukuu wa Mungu, tafakari juu ya mwito wa Mungu juu ya maisha yako. Je, utakuwa wapi milele? Ukifa katika dhambi hautaingia mbinguni. Ukifa katika mabaya hautakuwa na nafasi ya kuingia katika mbingu ile na nchi ile ambayo haki ya Mungu yakaa ndani yake. Na kwa sababu hiyo, sasa, kama haujakata shauli, sehemu yako itakuwa ni sehemu ya, ya, ya mateso ya milele na milele, mahali ambako atafunza hawafi, mahali ambako mahali ambako utatafuta mauti hautaiona tena. Ni sehemu ya kutisha zaidi, mahali ambapo panaitwa ziwa la moto, mahali ambapo ni mahali ambako panatisha ni mahali ambapo umejaa maumivu. Maumivu yanayopitia katika dunia hii ni sehemu ndogo sana, yanafanisha sehemu ndogo sana ya jehanamu ya moto. Nataka nikwambie katika siku ya leo, sehemu ambayo utaichagua saa hii, kama utakataa kumpokea Kristo, kama utakataa kumpokea Yesu wewe Bwana mwokozi wa maisha yako, hautaikwepa ghadhabu ya Mungu, hautakwepa kuingia jehanamu. Lakini kama utampokea Yesu, tayari utakuwa na uhakika wa mahali unakoelekea. Utakuwa na uhakika wa mahali ambako unatarajia kwenda. Dada yangu, mama yangu, kaka yangu, baba yangu, popote pale ambako waisikia sauti hii, Mungu anakuita. Mungu anazungumza na wewe. Mungu anazungumza na maisha yako. Mungu anazungumza na, na anazungumza na uhalisia juu ya maisha ambayo unaishi leo. Je, utakuwa wapi milele? Amua leo kubadilisha maisha yako. Amua leo kubadilisha mwenendo wako. Amua leo kutengeneza maisha yako. Amua leo kutengeneza kesho yako. Je, utakuwa wapi milele? Je, utakuwa wapi milele? Amua kumpokea Kristo leo. Amua kumpokea Yesu leo. Wakati ambao Roho Mtakatifu yupo, wakati ambao Roho Bwana anashuhudia ndani yako, huwezi ukasema hauna dhambi? Mimi siwezi nikasema sijawahi kufanya dhambi, lakini iko neema ndani ya Mungu ambayo inanisaidia kuishi maisha ya haki. Ama neema hiyo Bwana ameileta jioni hii kwako, ama Bwana ameileta jioni hii neema hii kwako kama ukikubali, kama ukikubali na kutii, utakula mema ya nchi, utaishi maisha ya furaha katika dunia hii, lakini mbinguni, uzima wa milele. Popote pale ambapo unalisikia neno hili sasa, unasema niko tayari kuokoka, unasema niko tayari kutubu dhambi, unasema niko tayari kuacha maisha ya dhambi, unasema niko tayari kuacha maovu niko tayari kushikamana na Kristo. Yesu anakuita jioni ya leo. Yesu atakusamehe dhambi yako, haijalishi ulifanya dhambi mbaya kiasi gani, haijalishi ulifanya mabaya kiasi gani, lakini Mungu atasamehe yote. na atakukaribisha kuwa mwanawe katika siku hii ya leo. Tumalizia kwenye kitabu kile cha Isaya, ile sura ya kwanza, Isaya ile sura ya kwanza. Tunaona nabii huyu anazungumza vitu vya muhimu sana, vitu vya thamani kubwa Isaya sura ya kwanza, Isaya sura ya kwanza, mstari ule wa kumi na nane na wa kumi na tisa. Kitabu cha Isaya, Isaya sura ya kwanza, Isaya sura ya kwanza, mstari wa kumi na nane na wa kumi na tisa, maandiko yanasema haya: njoo tuseme zani, asema Bwana, dhambi zenu japokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama seruji, japokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Mstari wa kumi na tisa, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Haya njoo tusemezane, wazema Bwana. Mungu anahitaji tusemezane naye. Mungu anahitaji tuache dhambi. Mungu anahitaji tuache mabaya. Mungu anahitaji tuache maisha yasiyompendeza. Anasema na wewe leo, anazungumza na moyo wako leo, anahitaji kuliona badiliko la maisha yako, anahitaji kuona unabadilika juu ya mtazamo ulio nao, anahitaji kuona ni namna gani unaishi sawa sawa na makusudio yake. Je, uko wapi sasa? Aiza unaogopa kama jinsi ambavyo Adamu alivyokuwa anakimbia, anakimbia sauti ya Bwana. Aiza uko hapa, aiza unakimbia, unakimbia kuokoka, unakimbia kumpokea Kristo. Aiza una haya kwa ajili ya watu, popote pale ulipo, alisikia neno hili, unasema niko tayari kufanya maamuzi, unasema niko tayari kumkiri Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Popote pale ulipo, waweza kufuatisha maneno haya, popote pale ambako upo, aiza wengi, kituo cha daladala auko ndani ya usafiri, aia unatembea, uko njiani, waweza kufatisha maneno haya. Maneno haya yatakuunganisha pamoja na Kristo na yatakuhesabia haki kwa njia ya imani, na yatakufanya kuwa ni mtoto wa Mungu kuanzia leo, na yatakuwezesha kuwa na uhakika wa umilele katika furaha pamoja na Mungu. Popote pale ulipo sasa, fatisha maneno haya, sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi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 Lakini nitaomba kwa ajili ya wewe ambaye unasema, mimi ni mgonjwa, mimi ni dhaifu, mimi nina changamoto, mimi ni kuna hili kuna lile. Nitakuombea na Bwana atafanya katika jina jina la la Yesu Yesu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo ninaomba Bwana kwa ajili ya mtu mmoja ambaye amekubali kuyatoa maisha yake kwako leo. Wewe ni Mungu uliyesema, nimekukimbilia wewe Bwana, nisiaibike milele, kwa haki yako niponye kwa jina la Yesu Kristo. Yeyote aliyekuja kwako leo, iwe ni mwanamke, iwe ni mwanaume, iwe ni kijana, iwe ni mzee, amekubali kuyatoa maisha yake kwako jioni hii ya leo. Roho wa Bwana, ninaomba ukamlinde. Roho wa Bwana, ninaomba ukamtetee. ni neema, nguvu, uwezo na mamlaka vikaambatane pamoja naye katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu, kwa kweli naamini kusudi la kimbingu limetimizwa maishani mwake leo. Ufalme wa Mungu umekuwa ni sehemu ya maisha yake leo, na neema ya kipekee neema ya ajabu iliyo juu ya Kristo Yesu itayafuata maisha yake siku zote katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu kuwa ni mwaminifu katika jina la Yesu. Tumeomba, amen. Wewe uliye